Hebu jiulize, maamuzi yako ya jana yamesaidiaje leo yako katika safari ya kutimiza malengo yako? Maana tunaamini hivyo, ambavyo upo leo ni matokeo ya maamuzi ambayo umeyafanya jana. Basi karibu leo, tuko hapa kujifunza kwa pamoja somo linalosema nguvu ya maamuzi ya leo. Yes. Hey, we back. Hii ni Success Path Network. Each one, teach one, na mimi ni rafiki yako Erick Kisaule. Kama nilivyosema, leo tutaenda kujifunza juu ya somo linalosema nguvu ya maamuzi yako ya leo. Yes, leo hivi, unajua ya kuwa hatima yako ya kesho imebebwa na maamuzi ambayo unayafanya leo. Maamuzi yako ya kesho, yani kesho yako na matokeo yako ya kesho yatabebwa zaidi na maamuzi ambayo utayafanya leo. Hivyo basi hipo nguvu kubwa sana juu ya maamuzi yako unayoyafanya kila siku na hata leo, kuna vitu ambavyo viawezekana unavichukulia poa kuviamua. Kuna maamuzi inawezekana unapata shida, unapata uoga, unapata wasiwasi kuamua, bila kujua hayo maamuzi ndio naweza akaja kubadilisha hatima yako, ndio anaweza akaja kubadilisha na kufanikisha malengo yako. Kwa hiyo mimi niko hapa kukutia moyo kwa sababu hata hichi ambacho mimi nakifundisha na kukitoa hapa ni matokeo ya maamuzi ambayo niliyafanya jana yangu. Kwa hiyo matokeo ya maamuzi ambayo niliyafanya jana yangu, matokeo yake ndo haya leo. Niko hapa na kukumbusha na wewe juu ya maamuzi ambayo utayafanya leo, ambayo yatakwenda kuibadilisha kesho yako. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, usiwe na uoga. Yawezekana kweli umekata tamaa, yawezekana kweli hauna fedha, yawezekana kweli hauna wazo la biashara yawezekana kweli hauna mtu wa kukutia moyo. Ila mimi nakwambia leo, fanya maamuzi sahihi, na hayo maamuzi sahihi yatakwenda kubadilisha maisha yako. Yawezekana kuna mtu ambaye ulipanga kumpigia simu leo, ambaye unajua huyu mtu anaweza akabadilisha maisha yangu kwa namna fulani, anaweza akanipa mtaji, anaweza akanipa wazo la biashara, anaweza akanipa neno la kunifariji, anaweza akawa menta wangu. Unafikiria na unaogopa kumpigia simu, naomba nikwambie huo uoga wako ndio umaskini wako. Fanya maamuzi sahihi leo, piga simu ambayo ulipanga kupiga, tuma email ambayo ulipanga kuituma. Fanya fanya, anza kufanya, andika malengo yako ambayo ulipanga kuandika. Kuna muda tunaona uvivu tu, umeamka asubuhi, siku inaisha, hujafanya chochote, basi ujue kesho yako nayo itaisha bila kufanya chochote, kwa sababu jana yake haujaamua kwao. Naomba sana, na niko hapa kwa kutia moyo. Fanya maamuzi sahihi leo. Unapomaliza kuangalia video hii, jitafakari, ni kipi ambacho kinahitaji ukifanyie maamuzi sahihi, kile ambacho unaona kabisa kinahitaji ukifanyie maamuzi sahihi na kuhakikishia maamuzi hayo ndiyo ataenda kubadilisha hatima yako. Maamuzi hayo ndiyo ataenda kukupa mafanikio katika kile ambacho unakifanya, na maamuzi hayo ndiyo yatakayoenda kutimiza malengo yako. Unaweza kutuandikia kwenye comment ni maamuzi gani ambayo umekuwa ukitaka kuyachukua. Unaona uvivu au unapata uoga au unapata wasiwasi wasi. Sisi tuko hapa kukutia moyo na sisi tuko hapa kukuelimisha, lakini pia tunaomba utuambie namna gani video hii itakavyoenda kubadilisha maisha yako. Mimi ni Erick Kisaule, nyuma ya kati... Mla yupo Noel na hii ni Success Path Network. Each one teach one. Karibu tujifunze pamoja.